Aprili kumi na mbili ni siku ya kimataifa ya watoto wa mitaani, DW imeamua kuangazia maisha ya watoto hao katika mji mkuu jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Mwandishi wetu wa eneo hilo John Kanyunyu alitembelea mtaa mmoja wa Lingwala karibu na bunge la Kongo na kututumia ripoti ifuatayo. Hiyo ni baadhi ya mijadala wanayokuwa nayo watoto wa mitaani hapa mjini Kinshasa, ambapo kunashuhudiwa aina mbalimbali ya watoto wa mitaani. Kuna wale wanaojulikana kama kuluna ambao ni hatari zaidi kutokana na vitendo vyao vya wizi kwa kutumia mapanga na kuna wale ambao wanaiba simu, pesa na vitu mbalimbali mitaani bila ya kuwashambulia watu. Katika mtaa wa Wileri nilikutana na kijana huyu mwenye umri wa takriban miaka kumi na miwili lakini anayevuta bangi mchana kweupe. Kijana huyu alijikuta mitaani kutokana na ushawishi mbaya wa watoto wenzake. Anatueleza matatizo anayokabiliana nayo mitaani ikiwa ni pamoja na kukosa chakula na, na nimesha kiona cha mtemakuni mitaani, kuombaomba. Naumia sana, ni taabu na nimezidiwa kabisa. Tangu asubuhi sijaweka kitu chochote mdomoni. Kwa kusema kweli, nateseka mno mitaani, nimekuwa nikiishi hapa kwa muda mrefu. Wakati mwingine, ili kupata chakula, tunalazimika kula mbwa. Watoto wa mitaani wa mjini Kinshasa, huishi mara nyingi kwenye vituo mbalimbali vya gari za abiria huku kila kituo kikiwa na kiongozi wake. Luzolo Justin kuwa kituo cha watoto wa mitaani maarufu mashege katika eneo la Wileri elezea jinsi wanavyowapokea mashege wapya na jinsi wanavyowalinda hapa. Kama mtu anakuja, tunamsaidia. Kama huyu ni mtoto mdogo, lazima tumsaidie, kwani ni mtoto mfulana. Na ulimwengu tuliomo hapa ni walalahoi. Hapa tunalala nje na kazi yetu ni usiku na wanapokuja mtaani watoto wadogo kama kijana huyu, basi tunawasaidia kujiunga na maisha yetu, kwani naye ni binadamu na anayo haki ya kulindwa. Mashirika kadhaa yasiyokuwa ya, ya kiserikali yanajaribu kuwasaidia baadhi ya watoto wa mitaani ili kukabiliana na maisha ya mitaani ambayo ni magumu mno. Rosi Mweki ni mmoja wa viongozi wa shirika la kibinadamu la ASD ambalo linawahudumia watoto hao wa mitaani pamoja na wanawake ndani ya miradi ya ASTI, una kuna vile hiyo jambo ya kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwafunza kazi za kidogo kidogo za mkono za kuweza kuwasaidia kwa kufundisha kutembeza gari, kuwa usermala na mekanika na hiyo ya kuweza kushona nguo. Takwimu za mwaka elfu mbili na ishirini na nne zilizotolewa na mashirika kadhaa yasiyo ya, ya kiserikali ikiwa ni pamoja na mtandao wa wasimamizi wa watoto wa mitaani Jer zimebaini kuwa mjini Kinshasa kuna watoto wa mitaani ambao idadi yao inakadiriwa kati ya elfu ishirini na elfu hamsini. John Kanyunyu, DW, Kinshasa.